yanayorudi kwenye local government yamekuwa ni kidogo sana ukilinganisha na jinsi tulivyokuwa tunakusanya. Kwa mfano Iringa mjini tulikuwa tunakaribia kupata karibu bilioni moja, sasa hivi imetuletea kama milioni mia mbili, kitu ambacho na bado main power watu wa TRA wanahitaji kutoka huko kwenye local government, kitu ambacho hakuna sababu, ungetuachia tukusanye wenyewe. Lakini jambo lingine ambalo kubwa ambalo tunalijadili wote, ambalo nataka niliseme kuhusiana na swala ambalo kama taifa tunataka tupasuke lakini wakati huo huo, hatutaki kwenda kwenye kina kuhusiana na swala hili la madini. Mheshimiwa waziri na Mheshimiwa Spika, hii swala la madini mimi bado narudia approach hawa wawekezaji waliokuja hapa nchini, is unfair to call them ni waizi. Mimi sikubaliani kuwaita kwa wao ni waizi kwa sababu mwaka 97 saba na mwaka 98 kuna sheria zililetwa humu ndani bungeni na zikapitishwa. Chama cha Mapinduzi, mna sera, mlikuwa na sera yenu na mkanadi kwenye ilani. Rais anapochaguliwa anasukumwa nyumwa na policy ya chama. Mtuambie sasa hivi policy ya madini ya chama chenu ni ipi? Policy ya madini ya chama chenu mkaleta, zikapitishwa humu ndani, na haya mambo yote ambayo hawa wawekezaji waliingia nchini yalipitishwa kwa mujibu wa utaratibu. Na, na, na, na, na, na wabunge tusi, tusishabikie hivi vitu bila sababu. Kwa sababu gani? Mambo haya, kabla mikataba haijafanyika, kuna timu za wataalamu zinakaa zinajadiliana, baadaye makatibu wa wizara wanakaa wanapitisha, baadaye mawaziri mnakaa, ndipo rais anasaini saini mpaka wanaongezana dakika. You, you got to see our views, smooth water never develop a skill for sailor you guys, you are looking for smooth water. Ukitaka upate baharia mzuri akumbane na maji magumu. Hebu mpate maji magumu ili muonekane umairi wenu. Basi mbona mnaogopa ogopa tukisema? Ninachokisema hizo sheria zilikuja kwa hati ya dharura hapa. Tunachogombana hapa, serikali inafanya kazi kwa kuwajibika wote. Lakini mheshimiwa rais, mnayosema tumshangilie na tumunge mkono, hakuna mtu anayekataa kuzuia wizi unaoonekana. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, alicho alichokuwa nasema wajina wangu Peter Serukamba nakubaliana kabisa, lakini mimi si mtu ambaye napenda kuimbrace mediocrity. Kwa nini nasema hivyo? let us be honest, hakuna mtu anayekataa tusibiwe, lakini kama chama cha mapinduzi, mheshimiwa spika, unasema kwamba eh, siwezi kutoa ushahidi. Chama cha mapinduzi ndio mmekuwa majority humu ndani, kwa hiyo sheria yoyote hapa ndani haiwezi kupita bila nyinyi kuipitisha. Kwa hiyo sheria zote ziwe nzuri, ziwe mbovu, zilipitishwa na chama cha mapinduzi. Sasa tunachotaka kukisema, kama rais ni muungwana, anajua hawa kina Tundu Lissu ambao leo mnawatukana walipambana na haya mambo toka zamani, alikuwa ni muungwana, simame kwenye television kwamba mimi nimegundua wezi hawana chama, wanaweza kuwa CCM, wanaweza kuwa Chadema na mimi nimegundua ndani ya chama cha mapinduzi kuna majizi kwa sababu ndani ya chama cha mapinduzi kuna majizi. Naomba tushikane wote mikono, tung'oe wezi Chadema, tung'oe wezi CCM. Na mimi nawashangaa sana wenzangu wa chama cha mapinduzi nawashangaa sana wenzangu wa chama cha mapinduzi kimsingi. Rais anachokifanya, sera ya chama cha mapinduzi ameweka pembeni, anaongoza ni kama vile ni mgombea binafsi, na hiyo mi namuunga mkono kwa sababu sera yenu kuhusu madini ni hiki kilichofanyika sasa. Leo mnageukaje? na ndio maana tunasisitiza kama kweli mheshimiwa Magufuli ana dhamira ya kweli ya kuleta mabadiliko katika nchi hapa, alete mabadiliko kwenye katiba ili marais waweze kuojiwa. Hiyo hiyo hiyo ndio dawa pekee. Ninachotaka kusema rasilimali za nchi hii hatutaki ziibiwe lakini vile vile tunatakiwa tuwe skillful tunapodili na hawa tunaowaita wezi, these are not intruders. We invited them in this country. Sasa kwa sababu tuliwa invite. Hatu, tu, kwa sababu tuko vitani, hatuendi blindly, lazima tuwe skillful tunachokizungumza hapa. Hata haya mambo mheshimiwa spiku, nayosema yalikuwa ya World Bank, hata madini ni World Bank, hivyo tuko push hivyo hivyo, lakini sisi hatukulazimishwa kula hawakutushika tulisaini hapa, wengine wakaenda usiku, mkapiga mayowe hapa, mkaunga mkono bunge lilopita. Mara ya mwisho hapa nakumbuka mara ya mwisho kuliletwa miswada, Mnyika alikuwa anaomba mswada, mkwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Mheshimiwa Spika Makinda hapa ililetwa ililetwa sheria za dharura tatu kwa siku moja, moja tukalazimika tukatoka huko nje, tukazomewa tukafukuzwa, tuka humu ndani. Sasa leo mnasema twende mbele tu ya yani, tulitoka humu ndani wote, mnasema twende mbele tu, tusikumbuke nyuma, wai hii hii tunayosema, kama mko sinsia, mnataka hii vita tupigane, kwa sababu kwanza hii vita mlikuwa mwitaki. Sasa kwa sababu mheshimiwa rais yeye ameamua. Mheshimiwa Msigwa, muda wako umeisha.